Masomo yanaendelea katika shule ya msingi ya Kaibere eneo la Gatundu kaunti ya Kiambu. Hali hii ni licha ya kuwa wanafunzi takriban 200 wanalazimika kusomea kwa baraste za nje. Usijali baridi inayowasumbua. Hali ambayo imesababishwa na nyufa ambazo zimetokea kwenye kuta za baadhi ya madarasa. Hatua ambayo iliwalazimu wanafunzi kusomea nje. Tuliona hii mwanya kama inaendelea, inaendelea tu polepole. Tunajaribu kuteta, tunateta, tunateta, alafu a wanakuja wanaangalia, tunaandika hii imab, inaenda, hatuoni kama inashughulikiwa ipasavyo outside hali hii imewalazimu wazazi kuweka madarasa ya muda ili kuwasitiri wanafunzi. Mzazi tunasanya elfu moja, moja, moja. Ndio ndio watoto wetu wasiumiwe na mvua wasiumiwe na baridi sasa tukaona tuchague, tutafute watu tuwapee kibarua, ama kama ni asikubiri mwalisi hiyo pesa yetu ya wazazi ita, itaishia ikiisha. Sasa tunanyamaza tuna namna hiyo, sasa ndio tunajenga hapo nyuma, yani kitu temporary, kitu temporary. Wanataka serikali kuchukua hatua kabla ya hali kudorora, wanahofia kuwa madarasa hayo ni hatari kwa wanafunzi. Serikali itusaidie na hata hii ministry ya education, tafadhali hii hii, hii, hii ministry ya education tusaidie maana watoto wetu wakifia hapa sasa ndio itakuwa wakati wa kuja hapa kuleta majenesa na kufanya nini, wakati watoto watu wameaga. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa kwa serikali kuu, kaunti ya Kiambu na mbunge wa eneo hilo kupitia hazina ya CDF ili kuzuia janga kutokea shuleni humo. Durin Katwai, QTV.